Wewe ambao unatumika na Mungu na Mungu anayekutumia, usiruhusu fedha wala mali ikachukua sehemu ya utu wako au thamani wako, na ukainamia mali au fedha, nafasi ya Mungu ukaiondoa, ukaeka kitu kingine. Ndicho maana ya kutumikia miungu miwili, haiwezekani. Lazima utamwacha mmoja, utamtumikia mwingine. Naomba nikwambie mpendwa, ili usije ukaenda mbinguni ukasema, sikuambiwa. Hakuna kitu unaweza ukatoa kununua upako. Hakuna kitu unaweza ukatoa kununua upako. Matendo ya Mitume sura ya nane, pale tunamwona Simoni. Matendo ya Mitume sura ya nane yule Simoni alikuwa mchawi, akahubiriwa habari za Yesu Kristo, Simoni Magus. Kuna wakati alipomona mitume wa kina Petro wanawekea watu mikono, wanapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, akasema niwape shilingi ngapi na mimi mniuzie huo upako, na mimi nikiweka mikono ya watu wajazwe nguvu za Roho Mtakatifu. Watumishi wa Mungu wakamkemea wakasema, ulaaniwe na uteketee na fedha zako. kimalisha fedha haizi kanua jambo la Mungu aizikajena upako Wako watu ambao wanatumia fedha, nani upako vibaya. Ni kweli wapo watu ambao wanatumia fedha upako vibaya, wanauuza. Hakuna kitu kinachoitwa vifaa vya kiroho. Siku ambao mtasikia anaanza kuwauzia maji, kuuzia mafuta, kuwauzia chumvi, kuwauzia vitambaa, kuwauzia tai, na nikaviita ni vifaa vya kiroho ujue, tayari Massawe ameshaanza kumtumikia Mungu mwingine tayari ishakuwa mjanja hapo. Petro mtume na watumishi wa Mungu wakaambia upotee na uangamie na fedha zako, hauwezi kununua kipawa cha Mungu. Kipawa cha Mungu hakinunuliwi, upako haununuliwi. Halo, Matendo ya Mitume sura ya 16, Matendo ya Mitume sura ya 16 sita, tunamwona kijakazi mmoja Biblia anasema kijakazi huyu alikuwa akiwaingizia mabwana zake fedha nyingi, kwa sababu alikuwa anaongozwa na, na roho ya nini? ya utambuzi roho ya uganga na uchawi. Huyu kijakazi, Matendo ya Mitume kumi na sita, alikuwa anakuja watu anawaambia mambo yao, kabla hajakuambia ya mambo yao naweka kwanza, weka milioni moja hapo, weka kesi fulani, weka gold hapo, weka nini, ukiona kuna masharti tanguliza kitu kwanza kama huyo mtu hajakengeuka yani, anaweza kawa na Mungu lakini amekengeuka, amekutana na watumishi ambao sio sahihi, wamemfundisha mambo ya ajabu. Kama sio kukengeuka, basi hana Yesu kabisa, kuna kitu kingine anakinamia na sio Yesu Kristo. Kuna mtu mmoja anaongea na, na, na hapa. Jamani wapendwa, tujifunze kusimama na Kristo. Hebu nisomee hapo waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 27, anasemaje? Nisomee kwa sauti kabisa, kila mtu afungue hapo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 27 nasemaje?